Upande wa kimapenzi siku hii ya leo leo, ni siku nzuri ya kuonyesha upendo wako kwa vitendo. Ikiwa uko singo, utapata nafasi nzuri ya kukutana na mtu mwenye mtindo kama wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo leo, fedha zitahitaji umakini mkubwa. Usikurupuke kufanya maamuzi ya kifedha, badala yake tafuta ushauri kutoka kwa wataalamu. Upande wa kiafya siku hii ya leo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 Leo ni wakati mzuri wa kupumzika na kuchukua hatua kwa uangalifu. Hakikisha unafanya maamuzi kwa busara na kuepuka makosa. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, leo ni wakati mzuri wa kufurahi na kushirikiana na mpenzi wako. Ikiwa uko singo, utapata nafasi nzuri ya kugundua upendo. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, leo fedha zinaweza kuwa na mabadiliko kidogo. Hakikisha unazingatia bajeti yako na kuepuka matumizi yasiyokuwa na mpango. Upande wa kiafya siku hii ya leo, leo ni siku ya kutunza afya yako kwa mazoezi ya mwili na kupumzika. Hakikisha unapata usingizi wa kutosha. Rangi ya bahati ni kijani kibichi, nambari ya bahati ni mbili, mafusho ni jasmine, manukato ni lavenda. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa moja kamili usiku hadi saa tatu kamili usiku.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 unakupa nguvu ya kufikiria na kutoa maoni muhimu katika kazi siku hii ya leo leo. Utajikuta ukiongoza na kutoa mawazo ya kipekee hakikisha unajitahidi na kuwa na mawasiliano bora na wenzako. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo leo, ni siku nzuri ya kufungua moyo wako kwa mpenzi wako. Ikiwa uko singo, kuna nafasi ya kuvutia watu wapya kwa sifa zako za kipekee. Upande wa kifedha siku hii ya leo leo nahitaji kuwa makini na matumizi yako. Tumia busara katika kufanya maamuzi ya kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, leo jipe muda wa kupumzika ili kuepuka mfadhaiko. Mazoezi ya mwili yataweza kukusaidia kuboresha afya yako. Rangi ya bahati ni bluu, nambari ya bahati ni tatu, mafusho ni rose, manukato ni minti. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa sita kamili mchana hadi saa nane kamili mchana.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 Uwepo wa mwezi utaleta hali ya utulivu na usalama. Katika kazi siku hii ya leo, leo ni wakati mzuri wa kuzingatia mipango yako ya muda mrefu. Hakikisha unajiweka vizuri ili kufikia malengo yako. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kuungana na mpenzi wako kwa mazungumzo ya wazi. Ikiwa uko singo, unaweza kukutana na mtu mpya anayeendana na wewe. Upande wa kifedha siku hii ya leo, Leo fedha zitahitaji umakini. Hakikisha unazingatia matumizi yako ya kila siku. Upande wa kiafya siku hii ya leo, leo itakuwa vyema kujitoa kwa mazoezi ya mwili ili kuboresha afya yako. Kula vyakula vya afya ili kuweka nishati yako sawa. Rangi ya bahati ni kijani. Nambari ya bahati ni sita. Mafusho ni begamoti. Manukato ni eukaliptas. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa mbili kamili asubuhi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 Uwepo wa jua utaleta nguvu na motisha ya kufikia malengo yako. Katika kazi siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kutumia nguvu zako kufanikisha miradi yako ya kazi. Hakikisha unachukua hatua na kuwa wazi kuhusu malengo yako. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kushirikiana na mpenzi wako kwa furaha na upendo. Ikiwa uko single, kuna nafasi nzuri ya kuanzisha uhusiano mpya. Upande wa kifedha siku hii ya leo leo, fedha zinahitaji umakini. Hakikisha unafanya maamuzi ya kifedha kwa busara na kuwa na mpango. Upande wa kiafya siku hii ya leo leo, ni vizuri kujitolea kwa mazoezi ya mwili ili kuboresha afya yako na kuepuka mfadhaiko. Rangi ya bahati ni dhahabu. Nambari ya bahati ni moja. Mafusho ni pachol. Manukato ni cinnamon. Saa nzuri siku hii ya leo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 Leo Mashuke, utahisi kuwa na nguvu za kimapinduzi leo. Uwepo wa sayari ya Mercury unakupa uwezo wa kufikiri kwa haraka na kuchukua hatua katika kazi siku hii ya leo leo. Hakikisha unachukua hatua katika kazi yako kwa kuzingatia mipango yako ya muda mrefu. Wakati ni sasa wa kufanya mabadiliko makubwa katika kazi yako. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo leo, ni wakati mzuri wa kuzungumza na mpenzi wako kwa uwazi na upendo. Ikiwa uko single utapata fursa ya kuanzisha uhusiano wa kimapenzi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo fedha zinahitaji umakini. Hakikisha unafanya maamuzi bora na ya busara kuhusu matumizi yako. Upande wa kiafya siku hii ya leo, leo itakuwa vyema kujitolea kwa mazoezi na kupumzika ili kuboresha afya yako. Rangi ya bahati ni kijani ya miti. Nambari ya bahati ni tano. Mafusho ni neror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 Leo ni wakati mzuri wa kupiga hatua mbele na kufikia maelewano. Ikiwa uko singo, kuna nafasi nzuri ya kuvutia watu wa aina yako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo fedha zinaweza kuwa katika hali nzuri. Hata hivyo, hakikisha unafanya maamuzi ya kifedha kwa umakini. Upande wa kiafya siku hii ya leo, leo itakuwa vyema kujitolea kwa mazoezi au shughuli za kupunguza msongo ili kuboresha afya yako.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 leo ni wakati mzuri wa kuonyesha upande wako wa upendo na kujitolea. Ikiwa uko single utapata nafasi nzuri ya kuanzisha uhusiano wa kina. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo fedha zinahitaji umakini mkubwa. Hakikisha unafanya maamuzi ya kifedha kwa umakini na kwa msingi wa mipango ya muda mrefu. Upande wa kiafya siku hii ya leo, leo jifunze kupumzika ili kuepuka mfadhaiko na kuongeza ustawi wako wa kimwili.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 Upande wa kimapenzi siku hii ya leo leo, ni siku nzuri ya kushirikiana na mpenzi wako kwa mipango ya baadaye. Ikiwa uko singo, utaweza kupata fursa ya kuvutia watu wapya. Upande wa kifedha siku hii ya leo leo, fedha zinaweza kuleta mabadiliko. Hakikisha unajiandaa kwa siku zijazo kwa kuzingatia mipango ya kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo leo, tafuta nafasi ya kutembea au kushiriki katika shughuli za nje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 Leo ni wakati mzuri wa kupanga wigo wako wa kitaaluma na kujizatiti katika malengo yako. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, leo ni wakati mzuri wa kuwa na mazungumzo ya kina na mpenzi wako. Ikiwa uko single, unaweza kukutana na mtu mwenye mtindo wako wa maisha. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo fedha zitaendelea vizuri. Hakikisha unafanya maamuzi ya kifedha kwa umakini na kuzingatia bajeti yako.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 unaleta msukumo wa kufanya mabadiliko na kuleta mawazo mapya katika kazi siku hii ya leo leo. Ni siku nzuri ya kuleta mawazo mapya na kuwa na mazungumzo yenye manufaa. Usikose kushirikiana na wenzako ili kufikia malengo ya pamoja. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo leo, ni wakati mzuri wa kuboresha mawasiliano na kuelewa hisia za mpenzi wako. Ikiwa uko singo, kuna nafasi nzuri ya kukutana na mtu anayefanana na wewe. Upande wa kifedha siku hii ya leo leo, fedha zinaweza kuwa na mabadiliko. Hakikisha unazingatia matumizi yako ya ya kila siku na kuepuka kufanya maamuzi ya ghafla. Upande wa kiafya siku hii ya leo leo, itakuwa vyema kujitolea kwa mazoezi ya mwili ili kupunguza mfadhaiko na kuboresha afya yako. Rangi ya bahati ni bluu. Nambari ya bahati ni saba. Mafusho ni patchol. Manukato ni sedal.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 Leo ni siku ya kujitolea kwa kujenga uhusiano wa karibu na watu wako wa karibu. Uwepo wa Neptune utaleta hali ya kipekee ya ubunifu na hali nzuri katika maisha yako. Katika kazi siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kufanya maamuzi ya kimkakati kwa kutumia hisia zako na ufahamu wako wa kina. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kuonyesha upendo kwa mpenzi wako na kutafuta zaidi mazungumzo ya kina ikiwa uko single unaweza kuingia katika uhusiano mpya. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo fedha zinahitaji umakini na miongozo mizuri. Hakikisha unafanya maamuzi bora ya kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, leo ni vizuri kujitolea kwa shughuli za kupunguza msongo na kuboresha ustawi wako wa kiakili na kimwili. Rangi ya bahati ni samawati. Nambari ya bahati ni tatu.